Karibu tena. Maafisa wa polisi wa Kenya waliohusika na kutuliza ghasia nchini Haiti wametambulika kwa kujitolea na utumishi wao wa kipekee. Katika hafla iliyohudhuriwa na naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani, Christopher Landau, maafisa hao wamesifiwa kwa mchango wao katika kurejesha utulivu nchini Haiti. Landau amesema serikali ya Haiti ilikuwa ukingoni mwa kusambaratika kutokana na ongezeko la vurugu za magenge, na polisi wa Kenya waliokoa jahazi. Ben Kirui ana taarifa zaidi. Katika ziara yake ya siku mbili yenye ratiba nzito nchini Kenya, naibu waziri wa masuala ya nje wa Marekani Christopher Landau alizuru chuo cha mafunzo ya polisi eneo la Embakasi kuwapa saluti maafisa wa polisi wa Kenya waliotumikia katika ujumbe wa kimataifa wa kusaidia usalama nchini Haiti Akisifu utumishi wao wa, wa kipekee katika taifa hilo, Landau amesema kwamba jahazi ya serikali ya Haiti ilikuwa inaelekea kuzama kutokana na kuongezeka kwa vurugu za magenge, akiipongeza kikosi cha polisi cha Kenya kwa kusaidia kuimarisha hali ya usalama na kuokoa jahazi. Naibu waziri huyo wa maswala ya nje wa Marekani ambaye pia alitoa vyeti vya kuwatambua maafisa hao aliwasifu kwa kujitokeza kusaidia wananchi wa Haiti wakati wa mahangaiko ya kiusalama. The international community had a call for to countries for uh, forces to restore law and order in Haiti. Only one country really stepped up to the plate and that was Kenya. And that was each and every one of you.

in hafla hiyo pia ilitoa fursa kuwakumbuka na kuwapa heshima maafisa waliopoteza maisha yao, huku Landau akitoa rambirambi zake kwa familia zao. Maafisa hao walirejea nchini tarehe 9 Disemba mwaka jana. Baada ya kukamilisha kikosi cha ulinzi cha miezi 18 chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa. Polisi wa Kenya walitumwa Haiti Juni mwaka wa 2024 kusaidia juhudi za kurejesha utulivu katika taifa hilo lililokumbwa na changamoto za uvamizi wa magenge. Ziara hii inaashiria heshima ya juu na utambuzi wa huduma ya maafisa wa Kenya nchini Haiti huku Kenya ikiahidi kuhudumu nchini humo hadi utulivu wa kudumu urejee kikamilifu.